A eh, hapa Durban yeah. Msingi tuko, uh, tuko vizuri uh, kila kitu kinakwenda sawasawa uh, hali ya hewa uh, kwanza kuanzia leo jua kijua uh, kimepiga kwa sababu tangu tunafika hapa tumekutana na hali ya mvua lakini kuanzia leo uh, kumekuwa na kijua fulani hivi na unajua hata hizi mvua mfululizo uh, zimefanya hata kiwanja ambacho Simba wanafanyia mazoezi pale uh, Karia Fontain uh, kuna baadhi ya maeneo uh, kujaa kujaa uh, maji, lakini uh, bado haijawazuia Simba kufanya seshen yao ya mazoezi ambao ni seshen ya mwisho uh, kwa, kwa hii leo na nimepata nafasi na, na fursa ya kushuhudia session zote ya za mazoezi ya Simba tangu tume tangu tufika hapa Wadeben na, na niseme na, unaona namna ambavyo na, mazoezi yote yamekuwa na intensity ya juu sana na kila mchezaji akiwa na focus na ari na, na, na, na, na, na, ya juu sana. Uh, kuhakikisha kwamba anakuwa kwenye mazingira mazuri kuelekea kwenye, mm. uh, kwenye, kwenye mechi ya kesho. Uh, kipata nafasi ya kuzungumza na, na mchezaji mmoja mmoja. Uh, kila mtu anakwambia hawaangalii hawa, hawa chochote okay. Uh, zaidi ya kwamba mechi ya kesho ni, ni, ni, ni mechi moja kuelekea uh, kwenye, kwenye, uh, kwenye fainali ya, ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mm. Uh, wachezaji wanasema wanaelewa uh, legacy ambayo ambayo wanakwenda wanakwenda kuiweka kwa sababu um, watu wengi tunazungumza pia kuhusiana na uh, motivation uh, ambayo squad hii ya Simba ya hivi sasa uh, inapewa kulingana na uh, mafanikio ambayo uh, Young Africans wamefikia siku, siku za karibuni. Tumeshazungumza sana akilomanga uh, kuhusiana na kuhusiana mambo haya kwamba hizi uh, timu za Kariakoo maendeleo kila mmoja yanampushi wengine kufanya eh, kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo, wachezaji, unasema, ah, <laughs> Wee, kwa hiyo ukikaa na wachezaji unasema hapa jamaa wanasema kama fainali hapa ya kucheza fainali ya kombe la shirikisho kinatusumbua sana sasa so, mm. Hiyo ni kwa mujibu kizungumza na wachezaji maana ah, hiki kinatusumbua kina sana, kwa hiyo uh, tunao tunao nafasi ya kufanya ya kufanya vizuri zaidi na kufika uh, na kufika fainali na pengine Uh, labda kufanya vizuri zaidi uh, kwenye kwenye kwenye mchezo wa fainali kwa maana ya kuchukua kikombe kwenda mbele zaidi uh, ya pale ambako ambako Young Africans uh, walifika kucheza fainali, lakini hawakuweza kutoa uh, hawakuweza kutoa kikombe kwa hmm, hiyo uh, na, kuna, na, kuna, na, na, na, na muhimu kushinda kuvuka hiyo hatua maana yake muhimu ni kuvuka. Yes, um, muhimu muhimu ni kuvuka Kilimanga. Yaani muhimu ni kuvuka kwa sababu Uh, as it is Simba yuko mbele uh, kwa bao moja kwa sababu uh, ilikuwa ni mechi ambayo inahusisha dakika mia moja na themanini Uh, dakika tisini zimekuisha pale Amani complex uh, Zanzibar. Kwa hiyo na hizo ambazo zinamaanisha Simba anaongoza kwa bao moja kwa sifuri Dakika tisini nyingine uh, ni kesho. so, matokeo ya michezo yote miwili dakika 180 ndio anaweza kusema yanaweza uh, kusema timu gani ambayo inakwenda Uh, inakwenda fainali nyingine uh, uh, uh, na, na, na Belkane ambao wanaonekana kama wana advantage kubwa baada ya kushinda mechi ya kwanza mm. uh, bao nne uh, kwa sifuri dhidi uh, uh, ya na Konstantin. uki, so, uki, uki, uki ukichukua reference ya michezo ya jana ligi ya mabingwa hapa uh, Afrika kwa maana Mamelodi Sundown pamoja na Orlando walivyoweza kupambana ugenini kwa Simba inawezekana pia ya, kwa Simba, kwa Simba ina, uh, ina, ina, inawezekana inawezekana na uh, ndio maana nikasema pale kuna ziko motivation tofauti. Ukizungumza na, na wachezaji wanaona kama zinawapush kufanya, kufanya vizuri, ikiwemo of course matokeo matokeo ya jana jana. Nimeona wachezaji wanafuatilia hizo uh, wanafuatilia mechi wameona, uh, namna ambavyo Uh, Mamelodi wamefanya wamefanya vizuri awei. Kwa bahati mbaya Orlando walifungwa na, walifungwa na Pyramid lakini uh, walipambana mm. mechi kesha kwa bao tatu uh, kwa mbili, ambapo uh, kwa matokeo ya ma, bao tatu kwa mbili ukiapeleka kesho manake Simba Simba atakwenda fainali manake, uh, scoreboard uh, ubao wa matokeo utasoma tatu kwa tatu iyo uh, Simba atakwenda uh, fainali kwa hiyo kuna hiyo advantage lakini advantage nyingine ambayo Simba au kitu kingine ambacho kinasukuma Simba ya kufanya vizuri zaidi, unajua kwa siku hizi za karibuni Kilumanga, hii ni mara ya tatu katika hizi nyakati ambazo Simba wamecheza robo finali, wanakuja South Africa. Okay. Kuja finali wanakuja South Africa, walishawahi kuja hapa South Africa kwenye robo finali, ilikuwa ni ya Champions League walicheza dhidi ya unakumbuka, walifungwa bao nne kwa, uh, kwa, kwa sifuri hapa uh, wakati huo kocha alikuwa Didi Gomez Dalosa, alafu wakaja tena hapa kwa ajili ya, uh, kwa ajili ya kombe la shirikisho wakafungwa bao moja na, na, na Orlando, wakati huo kocha akiwa ni uh, Pablo Franco Maltini. Watu wengi wanamkumbuka wana huyu kocha mm -hmm. Lakini safari hii sasa ya tatu ambako wanakuja kupambana na Stellenbosch, kuna kitu tofauti ambacho simba ako nacho. Uh, kwenye kwenye, kwenye, uh, kwenye bench na hii ni uwepo wa kocha Fadlu, uh, David ambaye hapa hapa Durban yeye ni mgeni mgeni kwa of course ni mgeni of lakini hapa ambako mchezo unafanyika yeye ni mwenyeji zaidi kwa sababu amekwisha kucheza timu ya Maritzburg uh, United ambayo kwa sasa inaitwa anaitwa Durban, okay. uh, Durban City amecheza hapa. Na, aliacha rekodi kama mfungaji ambaye amefunga magoli mengi kuliko, eh, kuliko mshambuliaji mwingine yeyote, alifunga mabao mabao 20, lakini pia amefundisha amefundisha hapa. Kwa hiyo so, ni eneo ambalo anajua ah, vizuri, ni kitu cha ziada ah, ambacho kinawapa Simba ah, kujiona kwamba eh, tunayo nafasi ya kufanya vizuri kwenye, kwenye mechi ya kesho na kutinga hatua ya, ya, ya fainali. Sawa. Nje ya uwanja, pengine uh, shangwe zipoje? Hasa naamini dabani ni moja kati ya sehemu ambayo uh, Watanzania ni wengi sana ah, uh, u watu wamehamasika, watu watu, wamehamasika watu wame, wame Rumanga uh, wame na unajua uh, na ndio maana uh, timu nyingi uh, huwa hazipendi hasa timu za South Africa hazipendi kukutana na timu za Tanzania kwa sababu watu wengi kunaonekana kama kuna ura, urahisi wa kusafiri kutoka Tanzania kuja hapa <coughs> hapa South Africa kwa sababu vitu vingi vina urahisi ukilinganisha uki, uki, uki au ukiangalia undugu ambao sisi tuko nao, uh, tuko nao na, na South Africa. Kwa hiyo kuna watu wengi ambao wamesafiri kutoka, uh, kutoka Tanzania. Kuna wengine ambao wanaingia wanaingia hii leo, kuna wengi ambao wameingia uh, wiki, wiki, wiki, wiki yote hii kwa hiyo wa Tanzania ambao wamesafiri ni wengi sana kuja uh, kuja kwenye huu mchezo lakini pia unazungumza wa Tanzania ambao wanapatikana hapa Durban. Durban ni moja kati ya majiji ambayo, uh, hapa South Africa ambayo kuna wa Tanzania wengi okay, kuliko kuliko sehemu nyingine yote ya, ya ya, ya, South Africa. Kwa hiyo kuna hiyo fakta pia kwamba pale, mm, Moses Mabhida Stadium ambako unaenda kuchezwa inawezekana wao Stellenbosch wakawa ni wenyeji kwa maana ya kuwa ni wa South Africa, lakini kwa mazingira ya kiwanjani wao kunao nafasi ya kuonekana kama kama ni wageni kwa sababu hii sio timu kubwa hey. uh, sio timu kubwa hapa kama ilivyo Kaizer Chiefs na Orlando. Ni timu ndogo tu ambayo imeanzishwa mwaka 2016. Kwa hiyo hawana fan base kubwa, sawa. Lakini pia ukiangalia huu Moses Mabida sio uwanja wao wa nyumbani. Uwanja wao wa nyumbani ni pale Danny Craven ambako sasa na wenyewe wamesafiri kuja hapa uh, uh, Moses uh, Mabida. Kwa hiyo uh, uh, kunayo hayo mazingira kwamba Simba inawezekana akawa na mashabiki wengi kiwanjani kuliko hata wenyewe uh, uh, Bana, mimi nikutakie usiku mwema ndugu yangu Bana. Nashukuru sana na asante na kila la heri kesho, Mungu awajalie Inshallah, inshallah, inshallah. Haya, tunakwenda kwenye mapumziko alafu ma, uh, nitarejea hapa tena kwa siku hii ya leo, na tuanzie kwa wekundu wa Msimbazi eh, Simba ambako kocha Davis Fadru amezungumza kuelekea katika mchezo ambao wekundu wa Msimbazi Simba watakuwa wageni wa Stellenbosch kesho katika mechi ambayo inatarajiwa kupigwa majira ya saa kumi huko Afrika ya Kusini katika mji wa Durban. Kocha Davis Fadru akizungumza kuelekea katika hiyo eh, mechi haya ndi yalikuwa mazungumzo yake. Uh, akizungumzia kuhusiana na hiyo mechi ambayo kesho uh, wanashuka, umuhimu na namna gani ambavyo uh, Simba inahitajika kupata matokeo.

really gave us a chance because we have a young team, we have a new team. If you take the starting lineup of last season, we have Fabrice Ngoma and Kibu. So four players remaining out of the starting lineup of last season. So it's a brand new team, a young team and a new coaching team. Sasa huyo ni kocha uh, Fadru akizungumza kwenye uh, kuelekea kwenye, kwenye hiyo mechi. Sasa sa... Uh, Mukwala mchezaji wa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba naye alikuwa na neno uh, baada ya ule ushindi wa goli moja hapa nyumbani uh, ameendelea kusisitiza bado uh, ushindi wa goli moja hauwafanyi wabuteke wa, wa, wa, wa, wa wanachohitajika ni kwenda kupambana na kila mchezaji analijua hilo. Sawa, huyo ni uh, mchezaji huyo wa Wekundu wa Msimbazi Simba, Mkwala, akizungumzia hata wachezaji wote wanajua uh, kwamba mechi ya kesho waende wakapambane watafute matokeo goli moja si moja eh, wanasema kama mtoto vile eh, ukiwa na mtoto mmoja sio mtoto maanake eh, kila <laughs> mambo ni mengi sana huko barabarani, watu wanamhitaji eh, anaweza kupata matatizo. Kwa hivyo uh, wanahitaji matokeo kupambana na wanalifahamu hilo. Kwenye laini ninaye Wilson Uruma, rais wa wapanda ndege, maanake wa wapanda daladala tena, uh, imeshaondoka. Habari ya usiku huu bwana kama unanipata vizuri hapo SK, SK, SK, the all time, time, the the, time. Time, time ni uh, Emmanuel anaitwa Jonas Emmanuel Maziku hata <laughs> <laughs> <laughs> Bisai analijua hilo, na ndugu yangu Ibrahim Maestro kiungo wa boli <laughs> <laughs> Najua unataka kuingia chini ya meza huko eh, bwana, huku swari, mambo ya podi huko eh bwana. Hii ni mubashara kabisa kutoka nchini Afrika Kusini ambapo Simba yupo huko kuelekea mchezo wa nusu fainali ya pili kombe la shirikisho barani Afrika, na Simba anaitaka sana hii nusu fainali ya pili akiwa na faida ya goli moja mkononi, anaitaka sana hii nusu fainali ya pili ili kufuzu katika hatua ya fainali, ambapo huko RS Berkane kutoka nchini Moroko wanaonekana wao tayari wameshaingia katika hatua ya fainali baada ya mchezo wa kwanza kupata ushindi wa goli nne kwa sifuri dhidi ya Konstantini, lakini simba nao nchini Afrika ya Kusini wanaambiwa huko sio kinyonge. Simba Afrika Kusini ni kama nyumbani, wanacheza mchezo wao katika jiji la Durban, ambako huko Watanzania wengi sana wapo na wamejitokeza kutoka majiji mbalimbali ya Afrika Kusini haya kuelekea katika jiji la Durban kuhakikisha wanashindikiza, wanaishangilia Simba waweze kupata matokeo, waweze kupata ushindi. Huku Stellenbosch imeanzishwa 2016 haina mashabiki wengi ambao wanaweza wakawazidi Watanzania eh, katika mchezo huo, huku nafasi kubwa pia Simba anapewa Eh, ya kushinda eh, na kufuzu katika hatua ya fainali, kwa sababu tayari ana ushindi ana uongozi wa goli moja. Kwa hiyo Simba kesho apate suruhu ya, eh, yoyote ile, apate sale yoyote ile iwe mbili mbili tatu tatu, lakini apate suruhu ya sifuri sifuri, anakwenda katika hatua ya fainali. Simba kesho akipata goli itakuwa ni wigo mpana zaidi kwa uh, Stellenbosch kwa sababu Simba tayari ana uongozi wa goli moja akiongoza a gza jingine basi Simba atakuwa na matumaini makubwa sana ya kufuzu katika hatua ya fainali. Tuandikie maoni yako katika sehemu ya comment, una maoni yapi juu ya hiki ambacho kinaendelea nchini Afrika ya Kusini?